Serikali imeendelea kuboresha sekta ya elimu kwa kuongeza miundombinu, walimu na watumishi ili kuweka mazingira rafiki ya utoaji wa elimu na kuweka mazingira rafiki ya kujifunza na kufundishia. Manispaa ya Singida ni moja ya halmashauri iliyonufaika na uboreshwaji wa sekta ya elimu unaofanywa na serikali. Hapa kikao cha wadau wa elimu manispaa hiyo kinafanyika na wajumbe wa kikao hicho wakasomewa taarifa ya sekta ya elimu.

Halmashauri ilipokea jumla ya shilingi milioni 462 na laki mbili kutoka katika mradi wa BOOST kwa mwaka wa fedha kwa ajili ya ujenzi wa vyumba vya madarasa 17 na matundu ya 36. Swala la kusimamia miradi ya elimu ili itoe huduma iliyokusudiwa na kutatua changamoto zilizopo kwenye sekta hiyo likaelezwa na mkurugenzi wa, wa manispaa hiyo. Mshukuru sana mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kwa kutupatia fedha nyingi kwenye upande wa sekta ya elimu, ili tuweze kuboresha hali ya ufundishaji na ufundishaji. Kwa hiyo tunamshukuru sana mheshimiwa Rais, na sisi hali yetu kuendelea kwa mtu tunasimamia belezi zinapokuja, ili tuweze kutekeleza miradi hili yopavo ikapikwa wamasa mto madarasa vyo pamoja na ukweli ili iweze kusaidia watoto wetu wa sasa lakini na kizazi wazikule. Jambo lingine inaomba wakuu wa shule na walimu wakuu mfanye vikao mfanye mikutano na wazazi, ili kualingia ueleo kwanza kuwaishila alingule, lakini pia kuwaishia masuala ya kutoa chakula kula, kwa sababu nimesema hapa Wazaza, kumana, kukula, chakula. Kuna wazazi ambao wanataka kusema ile kule na chakula kimeunganishwa huko, kuna mfanye kikao mfanye mkutano, waeleweshe waelewe vizuri, na ile kule ile kuhamasisha, ili waweze kutoa chakula, kwa sababu tunaamini hakuna mtu anaweza kujifunza vizuri akiwa na njaa. Hata inaomba shirikiane kwa pamoja, hii tuweze kuongeza ufaulu wa shule kwa kusimamia ufundishaji, kudhibiti utoro, kuongeza hamasa kwa walimu. Katika kikao hicho, baadhi ya wajumbe wakatoa maoni yao kuhusu kuboresha swala la ufaulu kwa wanafunzi. Tuwafundishe watoto wetu mila na desturi zetu, hasa katika maadili na tabia njema. sasa hivi wamekuwa na swala la watoto kufanyiwa ukatili, hasa ikiwa ni ukatili wa kingono. Tunaona watoto wanalawitiwa, na hizi kesi tunataka kuzipata kwa wingi, zipo mashuleni sababu tuko hapa wadau mbalimbali wa elimu, kwamba tuwaelimishe jamii zetu, maana ni vitendo vinafanyika kwenye jamii. Kuna mdau amechangia hapa, mapito salama ya watoto kuelekea shuleni na kurudi nyumbani. Watoto wanatakiwa wawe salama jamani, ndio maana kuna swala la ulinzi na usalama wa mtoto anapotoka nyumbani kwenda shule, anapokuwa shuleni na anapotoka shuleni kuelekea nyumbani Tuwafanya watoto wawe salama, tuwalinde watoto, maana ni taifa la kesho. Inawezekana motisha zimepungua, mazingira ya kutendea kazi yamepungua. Mwalimu anakaa mjini, anafundisha Kisaki, analazimika kukopa gari aende kufundisha Kisaki Iguli, mle njiani kuna magari tuu zima, anaweza kutana naye akapata matatizo. Kwa nadhani hili nalo tukiangalia, walimu hawa ili waweze kuwa ni watendaji wa kazi wazuri, moja weha masisha ni sa nimepata uwiano kwa upande wa wanafunzi na walimu, lakini nilikuwa na shauri kwamba upo uwiano wa wale taaluma, yaani walimu wale wanaofundisha sayansi michipuyo tunasema, unakuwa na upungufu wa walimu sayansi, kilimo. Sasa uwiano huu siku ingine, basi tunaomba mtufahamishe.